Kanda ya Ziwa ni kitovu cha ufugaji wa samaki nchini na miongoni mwa maeneo ambayo benki ya TADB imejikita. Baada ya sisi serikali kuona changamoto za ajira kwa vijana tulikuja na mpango wa building better tomorrow unaoitwa BBT na tukafanya linki kati ya mabenki na mpango wa BBT, na katika mkoa wa Mwanza BBT tulichagua eneo la ufugaji wa samaki kwa njia ya vizimba. Kwa hiyo, yako maeneo mengi, lakini nazungumzia project tu ya BBT. Kwa hiyo, kwa kipindi cha mwaka wa fedha 24 25, wafugaji wa samaki kwa njia ya vizimba waliopatiwa mikopo yenye thamani ya shilingi bilioni 7.5 kwa mwaka tu 24 25 bilioni 7.5 zimetolewa na benki kwa vikundi arobaini na saba, vyama kumi na nne. Na hapa sizungumzii vyama vya siasa, nazungumzia vyama vinavyofanya shughuli za kimaendeleo au vikundi vya maendeleo, watu binafsi kumi na mbili na nitawafanua vizuri hapo baadaye na makampuni manne. Kwa bijana 138, 120, 27. Kwa hivyo jumla ya vijana 350 wakiwemo wanawake 227 wamenufaika na hiyo mikopo. Kwa hiyo ninachokusudia kusema hapa ni kwamba fursa za mikopo kupitia benki ya TADB kupitia mradi wa kuongeza ajira kwa vijana yani BBT bado zipo kwamba vijana wengi wanaozungumziwa kwamba hawasikilizwi, wao wenyewe pia hawatafuti taarifa, kwa sababu kutafuta taarifa na kuwa na taarifa sahihi ni moja kati ya asilimia kadhaa ya kukabiliana na changamoto ya tatizo ulilonalo. Toka kuanzishwa kwa uh, benki kwa kanda ya Ziwa tumeshatoa mikopo ya takribani bilioni 631.18 na tumewezesha miradi 151, ambapo kwa mkoa wa Mwanza ambapo tawi letu lipo au ofisi ya kanda, tumeshatoa mikopo ya takribani bilioni 79.14 ambazo zimefikia miradi 61. Baadhi ya mafanikio kwa uchache kama benki kwenye mazao ya kimkakati ukizungumzia zao la pamba, mwaka 2015 viwanda vingi vya pamba tulikuta vimefungwa, hizo wanaita generis. Kwa mwaka 2015 tukaanza kufanyia kazi, 2020 tumeanza kufufua viwanda vya kuchakata zao la pamba, ambapo viwanda vingi vinamilikiwa na vyama vya ushirika na ambao wakulima wengi wapo mpaka sasa hivi tumeshatoa kwenye zao la pamba tumeshatoa mikopo ya takribani milioni mia moja sabini na moja nukta tano nane ambapo wakati tunaingia zao la pamba mkulima bei kabisa alikuwa anapata alikuwa ni shilingi mia tisa kwa kilo. Kwa msimu ambao umepita, bei imefika mpaka shilingi elfu moja mia tano kwa maana ile bei ambayo ilitajwa na serikali, lakini iliendelea ile, la, kukua. Na katika zao la pamba peke yake ukiacha kufufua hivi viwanda vya uchakataji tumeenda kuongeza thamani. Chama kimoja cha ushirika pale Kahama tumeenda kukiwezesha kiwanda cha kuchakata mafuta ya mbegu zinazotokana na pamba mbegu. Kwayo, tamani, kwa hiyo tunaenda kuongeza thamani kwamba sasa hawauzi tu mbegu kama mbegu na, na pamba lakini wanaenda kuchakata zile mbegu kupata mafuta ambao wanaenda kuongeza mafuta. Kwa hiyo inarudi kwa mkulima kumboreshea maisha na kuhakikisha kwamba sasa mkulima anaona